Eh, ndio ndio ndo hapa niko Uvira hapa eh, niko apa. Eh, ndo apa Mulongwe hapa kabisa niko Mulongwe hapa eh, sisi tunashukuru Mungu hapa kwetu tunaamka salama kabisa eh, tunaamka salama salama salamini sana ndiyo ndiyo kabisa eh, Yes, mjambo, wandugu wapendwa, habari yenu, habari ya asubuhi ya muda huu ambao tunakuwa pamoja nanyi. Ni mimi wenu Kolomboka mwenyekiti mwenyewe, nimeaterire, nimekuja sasa ili kwamba nipati kuwapatia moja kwa moja leo kabisa, ewan kazi oserie leo ni kazi kabisa, kazi ni kazi leo kabisa hmm? Inabidi kabisa kutumika bila shaka yoyote kabisa, kwa muda huu tunaenda kabisa kupi, kupambana kabisa hapa kwenye maikrofoni yetu ya Holly Officiel. <laughs> Ni mimi wenu Kolomboka, mwenyekiti mwenyewe, mfalme wa habari hmm? Tunaendelea kabisa kuwapatia moja kwa moja habari jinsi ilivyo. Hapa mjini Goma tumelala, lakini masasi iko mengi katika quartier mbalimbali. Alafu hii masasi, masasi ya wa M23 ambao wako wanaingilia watu usiku, wanaingilia watu usiku wakisema ya kwamba ni bamwizi, lakini ni abo njo biko banaingia na kutafuta chakula ndani ya nyumba za watu ni kusema ya kwamba M23 inaendelea kufanya usalama mdogo katika quartier mbalimbali za kata ya muji wa Goma. Hapa mu quartier Goma mu, mu, ni hapa mukomine ya Goma kunaingiliwa nyumba karibuni ine. Mukomine ya Karisimbi kunaingiliwa nyumba karibuni saba ambao wanaingiliwa kabisa na kupigwa vikali na wengine hata kupoteza maisha yao, karibu nyumba saba. Sasa uniambie kama hawa watu wanasema wanakia asini, baliberatere baliberatere baliberatere ya bamwizi bamwizi. Hmm, baliberatere ya bamwizi. Inaleta uzuni sana uzuni sana, kuona mutu mwenye unasema wenje liberate wenje, nasema unakia bomboa batu hmm. Tena we uko na banyanyasa una, ni akili wala iko akili? mimi no. Pia ajuulizaka ya mingi sana kubatu, eske munakua na akili? We unasema unakia libere batu, unakuya libere batu una kisha tena wenjo wa kwanza kubanyanyasa kunyanyasa raia hamaki kiko saa una akili vitu kuko bitu bingine binyibine. Kama ni majiwe ya volkano juku mu kichwa chako hmm. Unakamata batu unapiga gisu unataka, unakamata batu unabaonea gisu unataka, unakamata batu unabatakse gisu unataka hmm unawatiako fimbo na, na Belgia yakutiako fimbo yapatainkulapika bandugu ya kabisa iy a ai kobitu ya uh, mzuri. Tunapashwa tuseme takufia ku mikrofone huh? tunapashwa tuseme ukweli wote tutie hadharani. mi ukweli wote minatia kusaani <laughs> Ukweli yote tutie pale kusani. Eh, ukweli tutie kusani, hapana bitu yanafichika mutu mi. FARDC kifa kifavya mzuri, mina piga mikono. Bazalendo bakifa bya mzuri, minapiga mikono, mun kifa ya mzuri tunasema kifa, bya mubaya tunatia azarani uko. E, bitu bingine maima wakati ai kotina bitu bya kusema Hmm? Hapa ningali munor Kivu atu yaenda musit Kivu nibambi nako binyebiko pale hmm? Ukonona mutu ananza shindwa kutembea neko mwinchi yake, unashindwa komportema unakosa juna sema bajamani, kigongana nao makivikwafatu kibangalia mubaya pa ukicheka pembeni yabo pa Manaki sasa, batu batajikomporte. Aye, asili ya Mkongomani ni kucheka, kufurahi, kucheza ewan boner chitulizoe tu, tunayua maisha kama inakwaka tu kamainakwakatunira h uko uru muinchi yako ni nchi yako aiko wenjo liambiaka Mungu ni chiemwa nchi hapana, Mungu twaizimakambo Hapan? peti minakupatia Uikale ver uikale pale Mkongo pale. Musha hmm? Memushnza kosesha batu amani. Akuna tena kutembea, akuna tena kuenda kuuza kusoko, akuna tena kufanya bitu yako kisu nataka. Leo mwanza kamata na banyibiko banachuruza ulo mabitu ba kidogo bule, mko muna mwanga munapiga sa nyama e, bitu gani hivi? Manake Goma kuko hivi kama mtoto wako akufungiwa manake alienda ki soda, unaona aya job. Manake hapa vitu viko nguvu. ifa di la verite, tusikashe realite. Aa, tunapasha sema ukweli yote, tutie yote wazi hmm? Ujisikie huru kusema mwinchi yako mekoma, tutakuwa saba ba esklave ba, ba, ba na tuko kwetu. Kisha mwenye haiko kwabo njoo mwenye ko uhuru, maana yake ko natembea mbarabara na fiere yote, niko natucheka nasema hey, mutakoma mwinchi. Inchi haiko gisi mlikuwa mnewazia, njoo vile iko. Kongo iko na pizode tatu. Tunashukuru sana Mungu kwa kuwa wametufungulia sasa, kwanza pigana opinion international. Kumbe tulikuwa tulikuwaka mwambargo ya ger. Sasa ii mambargo zilikuwaka zinaingia, tulifanyaka makosa gani? Batupiganake batu, wala basodetu banenda pigana na hatujuuaba hmm? Mimi najiuliza, mko mnaniambia na nyie uh, barafiki yangu atupiganaki Siyaonaka Kongwa seme inenda kamata inchi fulani, siyaonaka Kongwa seme inakuwa ina agrese inchi fulani. Me unasikia bazungu banatupiga banatupiga ambargo, ambargo, ambargo mu ya kuuza maarme banatupiga ambargo ya kupigana vita, make atwezi kuwa na huru ya kupigana vita hmm?

Nuna na banatangaza sanction wazi population yote inajua kama tunaingia mu crisis, tunaingia mu vitu fulani hivi. Meshi sasa, sanction zetu kama zinapitia chini ya kitanda, kama zinapitiaka mumai, kama zinapitiaka wapi, mie mtaona nisamee sana, usema vitu yote wazi. Na ni government yetu ya zamani ile ya Joseph Kabila eh? kama njo balipigaka mu sanction ya kuto kupigana, minawesi jo njo maana ba mama ba mama dundala balifanya ngufu yote. Kumbe kule Kishasa bana hii, tuko mu sanction njo ilifo bapigane, baoneshe kama biko na nguvu. Kumbe shitu nshabaniwa, tunafungiwa mikono, hatuwezi pigana. Sasa mtu mwana kuko hii dunia

izine ya kufanya kabisa maarmi zetu. Sasa hmm, unajikutana batupatia tu, ambargo ya maarmi banatupatia ambargo ya vita, atutapiganaka bako na piga tu. Sasa tulifanyaka nini juu hii hmm? ni kitu gani munijibie ku commentaire. Ni mimi wenu Kolomboka, mwenyekiti mwenyewe, si ni vile, ndugu zangu

Hmm, tuandikie komantere zenu apa ku Holly Officiel, tuandikie komantere tuambie, wane izi sanctio viko hivi na hivi, ju atuyuwe koma e pourquoi, ju ya nini tukumu muma sanctio, ju ya nini tukumuma sanctio, ama juyanii tulikuwa mu muma sanctio, parce que sanctions zinatoka jana, ju tuliona banatosha ile ma sanctio yote ku Kongo ya ku na, tunasema bravo president de la republique fachi beto en tout cas uh, uko nafanya kazi uwena ma na, na, na, na deklate hmm, mamine zote zi, zilikuwa ku Kongo. Ah, mon frère mwache kwanza fachi ya uongozi tuache kwanza, ataingiii manda yake inapita muvita hmm, batu bakongomani i manda ya fachi beto inapita muvita, lakini unaona kama iko na deklakte iko na fungule ile ma, mamine yote enye ilikuwa iko um, isha, isha, isha, isha, iko mushi enye kabila emavi yote nye kabila linyamba ku, ku, ku, ku pouvoir, mwenzaki kwenda nazifungula zote, sijui kama kuna wengine yapi ya lakini kwenda nafungula kabisa binyatu kwa tunaelewa, binyatu kwa tunajua, tunaanza bijua Ah, uyu ni presida kumbe, tumwache imanda yakina pita ikonea. Ii pardon vraiment kwe naongea tuna, misiko wapasiko nafa propaganda ya mutu misiku e mupeperde. Pardon kweli mie sikwakiangu na parti <laughs> mie minakwaka tukumenya lifa bya muzuri eh hey. I manda i, tuiite kama ikuneya piske manda anabaniwa nawe uniambia neza tumika nini amwamalionz ma, nyeziku wapa hmm? Aneza tumika nini sa, kumbe akimaliza i vita tunaona inaisha iwane nikumpatia kitu tunambia tunapatia kado. Paske unamaliza vita na paske unafanya efor ya kuonesha bakongole erere kwenye iko, tunakupatia kadou ya ingine. Manda april manda tunatosha sasa, bengine banaingia bana pale, tutampatia njo kadou hapana troise. Manda tunampatia kadou, kadou yenye tutampatia ni ile kusema ewane, tunaremercie kasakaznamafanyi ju asiye shukuru ni mukafri njobala nasemaka, populasion ya Congo kama atuone mbele tutaangamia, fachi beto mukasombolo ewane, yeye anajikaza, sibadangani, maeroporo iko na zijenga aeroporo ya Lubumbashi ya Katanga, ya nani ya aeroporo kama ya Katanga na wazia eh, za mingi iko na jenga ma camp militaire iko anazijenga, ni nijuku kwetu kuest hapa ku Sud Kivu na Nord Kivu kuko vita na alikuwa chanza jenga barabara ya ngomo simuliona banabeba ma, bana matrakter ma kobayimbwa sana ba mwizi. Alikuwa shapatana kujenga barabara ya Bunagana mupaka Kisangani kutoka Bunagana jusqu'a Kisangani, me M23 isikia vile, ima pei vwaze yapekasema mm -mm. Na fere na inakuwa matata hapacha tuanze tu, vita bali epita naanze vita. Kule ngambo za Beni kule tunasikiaka kasema oh, Uganda ilikiaka jenga barabara atuyasikiaka ta kilometri nye Uganda eshati yako gudro kule batu ya kule, Beni mtujibie na batu ya kule makasindi. <laughs>

Kabisa, muleka mutu moi yeah. Tunasalimia kundi ya muleka mutu moi, tuna basalimia nyie bote kabisa. Kwenye muko apa, niko naongea na Patrick, eh? Yeah. Niko naongea na Patrick uko kabisa, nikiwaambia ya kwamba mambo iko muzuri sana, mambo iko muzuri sana hmm? K, okay. Nikusema tukwe tunawaza tu reflechir tuwaze mbali tuone mbali. Mie niliona hivi mambo inaanza badilika. Juu ya nini? suna aba bapiki balikuya, aba bageni balingiza lukololo maki, kwa sababu likamata ba baprizonier bote bakabatosha bakabavalisha mateni bakabaleta Alor, aba bajamaa bataisha sabuji apo, mutaona shimu kwa hapa, mutaona bengi bao batakamatwa na aba aba njo bata batapigana kwapo, piske kuko vitu vingine nomba tukutia wazi. Mm, ko vitu vingine lifo tukutia wazi, hakuna ya nini na nini na nini, mina kwambia basoda yabo bikonjala moya ya danger. Sasa em vetu niampati ye batu chakula. Basoda yayo bikonatetemeka na njala na batakufia mwimanjie barabara za, za, za, za milima izi biko wanaenda wanatembea bila biskwi, bila cornebefe mukikapo, bila mai. Sasa ah,

huko bazali ndo bengine benye biko banasema kumejia ku, ku me unaona biko, biko bengi, biko nyuma ya biko biko nyuma ya adui unakutana, eh, oh, hapa apa ku ngomo tuna pigana, lakini tuko njala atuna minisho ile sa. Habari abari, wewe unafikiri kama ule adui ana akili eh? Oh, tuko njala, tuko 10000, tuko 6000, tuko 5000, na kutupatia chakula ni kitu ya mzuri atuna minisho, na unaona kama tukifungula, tukifungula hii njia tunatoka na kamata Uvira eshek ya chakula kama kwa watu, kwa nini? Hmm, vrema papa pardon, sisike mbaya me ujikoso kutangaza uh, aja tangaza aja, etangazaka lakini abatangazaki nombre militaire wala abatangazaki bitu ya mingi mingimingi, sema tuku koka krize kenyekiko motu saidi